Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii yetu pendwa na ya nguvu ya upashanaji media, ukiwa nami yanko tom Mpanji, mpashanaji wako. Poleni sana wapendwa wote kwa kuondokewa na Baba Mtakatifu Francisko. Mwenyezi Mungu amempenda zaidi. Raha ya milele umpee Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Na mpendwa mtazamaji niendelee kukushukuru kwa kusubscribe na kubofya alama ya kengele mbele ya neno subscribe, kulike na kushare taarifa hii katika magrupu ama mitandao mingine ya kijamii, ni vema na haki kabisa, lakini pia kumtakia safari yake, ya, ya mwisho baba mtakatifu Francisco kupitia komenti yako, ni vema na haki kabisa. Nimeona ni vema ni kushirikishe yale yanayoendelea kujiri baada ya kifo cha Baba Mtakatifu Francisko. Ni saa nne kamili asubuhi, masaa ya Ulaya, ya tarehe 26 mwezi wa nne mwaka 2025, itafanyika ibada ya misa ya mazishi ya Baba Mtakatifu Francisko mbele ya kanisa kuu la Mtakatifu Petro kama ilivyoelezwa katika Ordo Exequiarum Romani Pontificis, ibada ya mazishi itaongozwa na Kardinali Re, dekano wa baraza la makardinali. Kisha jeneza itapelekwa kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Petro na kutoka hapo hadi kwenye kanisa kuu la mtakatifu Maria mkuu kwa maziko. Na mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa ya upashanaji media, kifupi media, hayo yametangazwa na ofisi ya maadhimisho ya liturujia za kipapa tarehe 22 Aprili huku ikiripoti kwamba ibada ya mazishi itaongozwa na kardinali Giovanni Battista Re ambaye ni dekano wa baraza la makardinali. Ibada ya mwisho ultima commendatio na la valedictio itafanyika, kisha jeneza la papa itapelekwa kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Petro na kutoka hapo hadi kwenye kanisa la mtakatifu Maria mkuu kwa maziko siku ya Jumatano tarehe 23 Aprili 2025 majira ya saa tatu kamili asubuhi masaa ya Ulaya. Jeneza lenye mwili wa hayati baba mtakatifu Francisco litatolewa kwenye kikanisa cha nyumba ya mtakatifu Marta Domusi hadi kwenye basilika ya kipapa ya mtakatifu Petro, kama ilivyoelezwa katika kanuni ya maziko ya Papa wa Roma, Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. Baada ya muda wa maombi yakiongozwa na mwadhama Kardinali Kevin Joseph Faleri kamerengo wa Kanisa Takatifu Katoliki la Roma, msafara wa kupeleka jeneza katika basilika utaanza. Maandamano hayo yatapitia katika uwanja wa mtakatifu Marta na uwanja wa Proto Martir Romani kutokea kwenye tao la kengere hadi kwenye uwanja wa Mtakatifu Petro na kuingia kwenye kanisa kuu la Vatikani kupitia mlango wa kati, na katika madhabahu ya maungamo, Kamelengo ataongoza ibada ya neno, na mwisho wake maandamano ya waamini kutoa heshima kwa Papa wa Roma yataanza. Makardinali wakiwa wamevalia mavazi yao yanayofaa watakutana katika kanisa cha nyumba ya mtakatifu Marta mjini Vatikani saa mbili na dakika 45 asubuhi. Wote wanaohusika na ibada hiyo watakuwepo. Na mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa naya nguvu kabisa ya upashanaji media kifupi yu media tutaendelea kukupa yale yanayoendelea kujiri katika kuelekea katika maziko ama safari yake ya mwisho ya Baba Mtakatifu Francisko. Tuzidi kumwombea katika safari yake ya mwisho, ili aweze kufika pale ambapo sote tunatumaini naye pia alikuwa na matumaini hayo. Niendelee kukushukuru kwa kusubscribe na kubofya alama ya kengele mbele ya neno subscribe, ku kulaiki na kushea taarifa hii katika magrupu mengine ya kijamii. Utakuwa umetenda haki kabisa, lakini pia tuendelee kudondosha komenti kumtakia safari njema ya mwisho Baba Mtakatifu Francisco aweze kurejea nyumbani kwa Baba. Ziada, naitwa Nkotompa.